Baada ya kuachiwa huru kutoka gerezani hapo jana, mfanyabiashara Jenifa Jovin almaarufu Nifa kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram ameandika maneno haya. Nifanye nini hata niwashukuru wote mridhike? Niongee nini hata ni wafurahishe wote mfurahi? Nifanye kipi niguse moyo wa kila mtu kwa namna yake? Hakika hilo siliwezi isipokuwa Allah subhana wataala. Mmenifundisha maana ya msemo wa watu ni mali na mchumajanga hula na wakwao. Hakika wahenga kwenye hili hawakukosea, hili nimekula na nyie, ndugu zangu. Moyo wangu umejaa shukrani. Asanteni kwa kutonikatia tamaa, kwa dua na maombi yenu, kwa kuisapoti biashara yangu, kama nipo na nye wakati wote woteshukrani zangu kubwa kwa familia yangu, marafiki na wote waliokuwa upande wangu. Nimerudi salama, asanteni wote mliokuja kuniona. Ama kwa hakika nyiye ndio mlikuwa sababu ya nguvu yangu gerezani. Kila mara nilikuwa nakumbuka maneno yenu mazuri, na amenifanya kuwa strong mpaka sasa. Nimeyajua mengi na dunia imenifundisha mengi sana kwa muda huu mchache. Hakika Allah aliniandalia kipindi hiki kama funzo la maisha, in summary nda kwangu mimi madrasa Yusuf gerezani, amini kutawasaidia vijana wengi sana, hasa walonifolo na watakaonipa sikio kunisikiliza. Sitatamani muende kule, ikiwa mimi naweza kuelezea jambo ukale alijua ndo maana akazuia kabisa kumtegemea mwanadamu. ukishamfanyia wema wote, mlonifanyia wema na waombea sana, mtegemeeni auwa kwa malipo yenu. Mimi ni binadamu sijakamilika kabisa, ila awa ana ruzuku zaidi ya mimi navyoweza kushukuru ama kukulipa wema wako ama wenu. Asiwasahau katika mkono wake wa rehema, awaguse kila mmoja kwa nafasi yake, nyie na familia zenu, awafutie huzuni zenu na mitihani, awazidishie ridhi zenu na waepushe na chuki na hasad, akimalizia kwa dua na kuwashukuru Watanzania kuwa anawapenda. Huyo ni Jennifer Jovin almaruf kama Nifa, mfanyabiashara ambaye ameachiwa gerezani hapo jana Desemba 3 2025.